Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya tuhitimishe kalenda na ratiba ya mikutano yetu. Jana tarehe kumi na tisa tumekutana na wanachama wetu wote wa Kyerwa, tunawashukuru. Lakini pia leo tumekutana na wanachama wetu wa, kwa wilaya ya Karagwe katika kituo cha Mjerumani Garden na wengine katika ukumbi wa Nyakeiga Parish. Mikutano yetu kwa kweli imeenda vizuri, na kwa msingi huo nachukua nafasi hii kuwashukuru sana wanachama wetu mahali popote walipo. Shukrani zangu kwa niaba ya bodi ziwafikie. Big up sana, wamefanya kazi nzuri, wamepata elimu katika kutekeleza msingi wa tano wa ushirika kwa maana ya kutoa elimu, semina na mafunzo, lakini pia kutoa taarifa za maendeleo ya chama. Nashukuru kwamba wanachama wamezipokea semina, wamehudhuria, wamepokea kile hichi kilichofundishwa, lakini pia hata taarifa ya chama wameipokea. Kwa hiyo katika hilo nawashukuru, lakini jambo la pili nawashukuru wa wawezeshaji wetu afisa ushirika wilaya ya Mleba, afisa ushirika wilaya ya Karagwe, lakini pia afsa ushirika wilaya ya Kyerwa. Tunawashukuru sana kwa mada nzuri walizowasilisha ambazo zilihusiana pamoja na masuala mengine, lakini zilihusu swa masuala ya akiba, masuala ya amana, masuala ya isa, lakini masuala ya mikopo, lakini zaidi masuala ya elimu ya fedha kwa ujumla, namna watu wanavyoweza kupata pesa, lakini wakaingia kwenye misingi ya kutunza misingi na kanuni za fedha pesa zinatafutwa, pesa zinatunzwa, pesa zinaendelezwa na mwisho pesa zinatumiwa katika matumizi ambayo yameandaliwa kibajeti. Kwa hiyo nashukuru wanachama wa Tuwaka kwa kweli, mahudhurio yamekuwa asilimia kubwa, na wamefurahia swala hili na wamefurahia kitu ambacho kimetuleta kuwa familia yenye furaha kwa pamoja, hasa ukizingatia pia kwamba mwaka huu tunasherekea umri wa miaka ishirini ya chama chetu tangu tulipokianzisha au tangu kiliposajiliwa tarehe tatu mwezi wa tano mwaka elfu mbili na sita. Lakini jambo la tatu, nawashukuru viongozi wetu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Karagwe, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa kwa kutupa ruhusa, kwa kutoa ruhusa ya wanachama na kutuwaruhusu kuhudhuria, kuhudhulia mikutano ambayo kwa kweli kupitia mikutano hii imewajenga katika kuimarisha chama chetu, na kwa msingi huo nitoe wito kwamba pindi tutakapowahitaji tena tukafanya maandalizi ya kuwahitaji basi wasikose kuhudhuria. Lakini katika hilo, niwashukuru hasa wanachama waliohudhuria kituo cha, cha Kayanga wale ambao wameihiari kuongeza makato ya akiba ya kila mwezi. Nawapongeza sana. Na sasa wanachama wengine tuliobaki, tujiimu, chonde chonde, tuongeze makato yetu kufikia kuanzia shilingi elfu thelathini na kuendelea, lakini pia tukamilishe hisa za msingi ambazo, sasa tangu mkutano wa mwaka jana mwezi wa kumi na mbili, maamuzi na maazimio ya mkutano mkuu kwamba sasa hisa za msingi za kila mwanachama itakuwa 8. Kwa hiyo, ni kila mwanachama amiliki hisa zenye thamani ya shilingi laki tatu. Kwa hiyo, niombe sana wanachama tujiimu, tukamilishe hizo hisa ili tuweze kuwa wamiliki halali wa chama chetu kwa maana ya kuwa eh, kwamba uwe na sifa ya kugombea, uwe na sifa ya kuchagua, uwe na sifa ya kuchaguliwa kwa sababu hisa ndio zinakufanya kuwa mmiliki wa chama chetu. Kwa hiyo katika yote hayo, mwisho niendelee kuwashukuru bodi, kamati ya usimamizi, kamati ya huduma za jamii, mawakilishi nje ya bodi, mkaguzi wetu wa ndani, lakini management kwa maandalizi mazuri ambayo wameyachakata na kuhakikisha kwamba kila ulilo lianda linaenda kadiri ambavyo tulikuwa tumelianda. Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana.